Natumia fursa hii kutoa wito kwa wanawake kujitokeza kwa wingi katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi muda utakapowadia, ikiwa ni hatua moja wapo ya kupata fursa za kuongeza idadi ya wanawake katika vyombo vya kutoa maamuzi na kuandaa sera mbalimbali za maendeleo ya nchi yetu kwa faida ya wanawake wenyewe na taifa kwa ujumla. Katika hili nataka niongeze kwamba katika uchaguzi unaokuja nitafurahi sana kuona wanawake wengi zaidi wanashiriki kugombea nafasi mbalimbali mbali. Kama nilivyosema awali, ninayo dhamira ya kuongeza idadi ya wanawake katika serikali kwa ngazi zote. tunapokuwa na wilaya kumi na moja, Ningependa kuona angalau wanawake watano mpaka sita wanakuwa wakuu wa wilaya.